Habari ya asubuhi mfatiliaji <coughs> na wanafunzi wa Kadala TV sisi, mimi pia <coughs> sisi pia ni wanafunzi wa Kadala TV, po hapa leo asubuhi kuwaonyesha maendeleo ya mradi wetu ili kuonyesha mafanikio ambayo tuliopata kutokana na Kadala TV. Uh, mradi huu ni wa kuku wa nyama broiler. Broiler hawa ni <coughs> wanatoka kampuni ya Silverland. Mpaka kufikia leo hii broiler wetu wana siku ya kumi na nane kama unavyoona wanapendeza ba kufikia leo hii, kwa upande wa chanjo tumesha wapa chanjo mbili. Walipofika siku ya saba tuliwapa chanjo ya Newcastle na walipofika siku ya wa kumi na nne tukawapatia chanjo ya Gumboro. <coughs> Kwa upande wa chakula kwa sasa tupo katika chakula aina ya gloa grower tulianza tulianza na, tulianza na, na, na starter ambao tuliwapa kwa kua siku, siku, siku kumi na nne, lakini kufikia leo siku ya kumi na nane, waliofika siku ya wa kumi na tano na kuendelea tukawapatia grower. Kama unavyoona hapa wako vizuri tunamshukuru sana. <coughs> tunamshukuru uongozi wa Kadala TV ukiongozwa na CEO wake kwa kutoa mafunzo mbalimbali kwa watu mbalimbali wa, wa jamii ya ufugaji. Tunashukuru sana kwa sababu soko la kuku, soko la nyama nyeupe linakuwa kila siku. Hivyo basi <coughs> ni washauri tu wenzangu, muone, mchangamkie fursa ya kufuga wanyama ambao wana hizo nyama nyeupe akiwemo kuku, ni ncho ambayo itatusaidia mbeleni na kwa kuwa teknolojia inakuwa inabadilika siku baada ya siku, hivyo basi na sisi pia tunatakiwa tufuatilie YouTube channels kama hii ya Madam, ya, ya, ya, ya, ya Madam CEO wa Kadala TV, ili tuweze na sisi kuendana na mabadiliko hayo. We have to go with changes. tunatakiwa tu update knowledge industry ya, ya ufugaji wa kuku inakuwa kila siku na teknolojia zinabadilika kila siku. Kwa ili tuendane na, na mabadiliko hayo, tunatakiwa tusio wavivu, tuangalie resources mbalimbali. Kwa mfano sisi tumechagua Kadala TV, tunaiangalia katika nyanja mbalimbali. sana uongozi wa Kadala TV. Sisi tumezalisha kuku, lakini kama ulivyotuelekeza, kwa sababu ishu ya ufugaji pia inategemea na soko pia ukiacha soko ambayo sisi tunalo ndani, tukuombe tu madam, sio kama uta utakuwa na wateja ambao wamekuja katika eneo lako, kwa hiyo una connection kubwa, wapasie utupasie na sisi huku, ili tuweze kupushi mzigo wetu kwa haraka na ili tuweze kuiona faida. Asante sana.